Mambo vipi mzee? Poa. Habari ya leo mwanangu. Naona umeshuka tu kwenye performance hapa. Hem. Yes. Niambie unaitwa nani na uko hapa unafanya nini? Uh, mimi naitwa Emmanuel Gripa. Ya awi masolo ndo wanavyoniita watu. Niko hapa ni guitarist wa Damian Soul na tumeshuka muda sasa mrefu tumetoka ku perform. Yeah. Uh, hichi hi, hi, hi, kipaji cha gita hiki umekianza lini? Labda. Um, sikumbuki sana I, ila nimepata kutoka kwa baba, ndo aliyenifundisha baba yangu. ni mchungaji, so nasikia nasema kuwa kuna siku kanisani, okay, nilipiga tu yani from nowhere. Mpiga gitaa yetu alikuwa wa wapale kanisani kwa mzee, alikuwa ameondoka, alikuwa ajaja, sasa mi nikaona kama kuna gap hivi, ndo nikaenda tu yani nikajisikia kwenda nikapiga base kipindi hicho, na nilianza na base kwanza nikapiga tu base kidogo, basi ndo mzee akaniendeleza na brother zangu Andrew Dickson Gripa, naye akaniendeleza kufundisha. fu, basi nikajua ya. Okay, kwa sasa unapiga una, una, una kazi na, na mshikaji hapa yeah, Damian yani. Labda changamoto gani unakutana nazo katika kupiga gita? Um, changamoto zipo Uh, uh, sisi ndo tunaanza ni bendi ambayo inaanza ch uh, changamoto ni seme kufanyia mazoezi washangani uh, uh, performance zetu ambazo tunazifanya kwa mazoezi yetu ya. Okay, labda uh, turudi kwenye kipaji chako hiki cha kupiga gitaa. Mbali na kupiga gita la solo unaweza kupiga chombo gani t uh, mbali na kupiga gitaa la solo, mi ni music composer, nina ni studio yangu mimi mwenyewe naitwa Push Up Alafu na kuna brother yangu anaitwa Innocent Mjoki, ndio ndio producer. Mimi kama composer tu kidogo, yani nagusagusa keyboard sio sana ya, ya, n yani sio vile professional, ila tu kidogo tu yani nafanya, uh, fanya, uh, keyboard for studio basi, hivyo tu mzee. Leo hapa uh, nilikuwa naona ukipiga gita watu mpaka nyuma kule, yeah, yeah, yeah. Uh, hii unaisikiaje kwako? Uh, nafurahi kwa sababu ninapata fursa ya kuexpress kile kitu ambacho kipo ndani ya nafsi yangu. Kwa hiyo nikiona watu wanakubali, ni watu wanakubali kile kitu ambacho kipo ndani ya moyo wangu, namshukuru Mungu na nafurahi zaidi. Labda kuna, kuna, kuna wasanii wapiga magita chipukizi wanaibukia sasa hivi unawaambia nini? Mi naambia hakuna kinachoshindikana kama ukiwa na time na mda uh, gitaa hata mpila ni mda wako tu wa ziada. Kwa hiyo ambacho mimi nakifanya, ninafanya tu, ninapenda kuspend, ninapenda kutembea au kupumzika, ila ni kwa sababu ninapenda gitaa, natumia mda mwingine ambao nili uh, akiwa nilale nafanya mazoezi. Kwa hiyo mimi naomba watu wa, wa kikagaze buti tu kwenye zoezi, hakuna ya kinachoshindikana yani <mulia>